Jaribu kuzungumza na baadhi ya watu ambao wamewahi kuitumia hii dawa, na imewasaidia kwa kiasi kikubwa sana mashaallah. Kwa ni dawa ambayo nzuri sana ina inasaidia kwa mambo mengi sana. Jaribu kumpiga mtu hapa, kama atakuwa mm, e, simu naita, tumsikilize. Eh, habari kwema? habari za huko? Haya, unanikumbuka? Ah Ehe, ehe bwana, hawatalata na mimi yeah. Eh, nikumbuka sasa Dar es Salaam. Dar es Salaam uko wapi? Yeah. Uh ehe, niko Arusha labda. Hata hivyo nilishamaliza, si ndiyo? nilikuwa sikwamba sijapata safari tu ya kuja huko na natamani nikifika mapipo pale nikupigie simu, munileteaje bwana unakuja. uh -huh. Lini uh sasa -huh. Mungu uh akisaidia tu yaani kama -huh. hii wiki Jumanne Jumanne, hey, Jumanne. nikifika hivi nitakupigia, kama davni bandarini, nitakupigia uje kule bandarini. Basi hamna tatizo, tutawasiliana kayb ile lambako nyingine. Eh, hey, nina namba tatu za Tigo mbili na Yateli hii moja.